Huyu kijana anazungumzwa sana kule, ameongeleka sana atakuwa na madhira huyo. Kanyeze bwana sikuna bwana mdogo mmoja hapo, familia ya kina Mchonde, ana mtoto mmoja, kampa mimba pale, anaitwa Asu, lakini hmm, sasa ukiangalia umri wao bado bado wadogo sana, watawezaje kuendesha hiyo familia? Kondo madogo anapagawa, anachanganyikiwa Licha si. Mi kumshauri labda atoe mimba. Ah, atoe mimba, atoe. Kwenye swala la kutoa siafiki, hatujafundishwa hivyo ndugu yangu. Kwa nini atoe? Ah, mablaza sio. Kwanini baba, naona mendeo pia pia kuwa mnyonge sana kijana, umemwona eh? atakuwa na msongo wa mawazo. Kapoa na huyo dogo tutamkosa. Ni ah, kweli, anahitaji sana mawaidha, ila hii ya kutoa, hii angetoa kidogo ingekuwa sawa. Kutoa mimba kuna hasara nyingi sana. Huyo binti ni mwanafunzi. Hapana, si mwanafunzi. Sasa kuna shida gani, na ni kwa nini atoe mimba? Kwa sababu mimba kuna madhara, shida ipo. Wamepeana mimba wakiwa na umri mdogo, na kama unavyojua mimba za utotoni zinasumbua. Yule anayekwenda kutoa mimba naweza kupata matatizo, huenda akapoteza kizazi, asije kupata mtoto tena, au akapata matatizo makubwa wakati akitoa mimba, akakosa uhai Umeelewa? Akafa sindio? Lakini pia kwa nini upate dhambi Nkukatisha maisha ya kiumbe ambacho Mungu mwenyewe kaamua kukileta duniani. Ndio, lakini pia kupata mtoto kuna faida zake. Huenda wao ameumba umaskini kwenye familia yao, lakini yule mtoto aliyoko wa tumboni anaweza kaja kuwa ukombozi wa maisha. Yoga, mimi najua uko busy sana na mambo yako, na anakufanya baadhi ya mambo usiyatambue, na kama unayatambua unakaa kimia tu lakini hili jambo huyu bwana mdogo linamuumiza sana, Mr. Uyoga. Unajua huyu Lameck, kila wakati yeye huwa ni mpingaji, huyu ana kariba ya ubishi, si nanalea vizuri. Ila ndugu yangu leo umenishangaza sana, yaani umenifanya ni duai, nilikaa na kutazama muda mrefu unavyoongea. Umebadilika sana, Mr. Uyoga, unaongea maneno ya busara, maneno yenye hekima, maneno yenye kumshirikisha Mungu na una hofu ya Mungu ndani yako kweli. Mungu anatenda miujiza. nikilinganisha na taarifa zako za nyuma umebadilika sana sana, Mungu kijana ah. hongera sana Mungu mwezio. Sawa, lakini sasa unajua shida nini mimi eh. bwana mdogo anamuonea huruma sana Eh? Itikiaga kwa nguvu eh. Umekula nini ubwabwa eh, eh, aya tuanze kusoma a, a, e, e, i, e, i, i, bambubu! kwa nguvu bwana. Sema haya, zamu yako, nimbie ule wimbo ule Indiyo, a, eh za leo? Salama. za nyumbani? Karibu. Asante. mmekuja kusuka? mmekuja kusuka, mekua kusukasi? umekata hizo, zimeshakuwa mm. hebu kwanza nizione mwali wangu <laughs> mbona kama fupi, mama, zimesha kuwa. Mnatupa mitiani mafundi, ay, sawa ila sasa chanuo nimeazimisha nimempa maudulele sio muda. Chanua mimi ninalo, lakini nimeazimisha. Mwali wangu, karibuni jamaa. Asante. Vipi? Safi. sielewi ujavaa sare kijumbe, simuoni wana kikundi, ndo hamna hata mmoja. <laughs> kumbe una taarifa, mwali wangu, kijumbe kaondoka na matatizo. Matatizo eee. Matatizo na hela yangu mimi naipataje sasa? Hapo sasa kwenye hela yako. Asha angekuwa kakamilisha, hela yako ungeipata kiulaini. Sasa Asha hajakamilisha ile pesa. Sambo mada kunivuruga jamani. Uko <tutu> kwenye nilipotoka tu nimetoka kulianzisha la kulianzisha. Nakuja hapa naambiwa mambo mengine. Kwenye hela <tutu> mnaga masihara jamani. Ni kweli mwali wangu unachosema. Hata tukuchanganyi mwali wangu shida kubwa hapa. Wewe tipwa kuondoka. Angekuepo tipwa, Haka mambo yote hayangekuwa safi na ungejua taarifa zote. Si unajua tena kakaako yupo shule. Na uyo kanyenze sasa. Na lile nani janga lake alilolipata. Na vokuambi hapa haonekani nyumbani. Elimi hapa sitaki kitu chochote zaidi ya hela yangu. Nataka kujua hiyo hela na ipataje yani. Wala usi. Nataka kunchanganya. Wala usiwe na wasi wasi. Mwakubi mtu ya kibili. Mambo. Shikamoo. Marhaba. Karibu mume wangu. Asante. Habari zenu. Hapa, mna habari wala nini? Mwenyekiti, afadhali ulivyokuja, kiletea kesi yoyote inanihusu mimi. Naga masiala kwenye hela yangu na hizi, tumeelewana. Wewe ndio leo macho hivyo, tuliongea hapa. Mimi mwenye hata sielewi ndo mabinti zetu, watoto ni hatari tena hatari kweli. Kwanza nimazidi madaraja zaidi ya matatu. Kwanza mwenyekiti wao, pili umri ni watoto wangu, na watatu hawajajua kwamba hapa ni mji wangu na nimefuata nini. Wanaharibia mudi sana, wataka kuharibu safari yangu. Ndio hivyo, wasamee sasa, mimi naenda kwenye kikao. Kao tena cha nini? Cha BMK mume, hey, wangu umerudi sasa hivi tu tena unaondoka? Unakuja kupata taarifa. Hey. Unajua hata hey hivi atakuwa ananisubiri muda hmm. Unaenda. Unajua? tunajua baadaye. Hamna shida. Sawa. Sawa. Hai. Hmm. Hmm. saa makubwa tena. Penzi ya wewe eh, mapenzi yanaendesha dunia, sandawezaje kujishikilia, eti kuishi bila wewe mwenzako siwezi, mapenzi yangu ndaya pambania, eti kama vita nitainunua, eti maisha bila wewe mwenza ko siwezi, Baby siwezi. Hivi unanipenda kweli? Nakupenda. Hapana asu. Hapana asu, unipendi. Laiti ungekuwa unanipenda, basi ungenionea hata na huruma vitu ambavyo tunapata na kukutana nao hapa kijijini. Asu, kaka yako ananitafuta. Uende kawa kama mimi nikitoeo. Naishi sina amani hapa kijijini. Kwa hapa ni kijijini kwetu. Kila ninakopita ni watu tu kuninyoshia vidole yule yule yule. Mimi nimekuwa nani? Nina changamoto gani? Nina kasoro gani? Na ni kwa nini? Haya matatizo sasa nimeachoka. Nikienda nyumbani ni mimi, nikirudi mtaani ni mimi. Kwa nini? Na kama chanzo ni hii mimba, ni bora hii mimba itoke tu. Kanyizi, na mimi napitia mambo mengi, nasengenywa sengenyo huko, nasemwa, lakini navumilia. Isitoshe, ni mwanaume inapaswa avumilie. Hii mimba sitoi, mimi mimba sitoi. Nadhani utakuwa umenielewa. Kama unataka kuwa na mahusiano baina yako wewe na mimi, basi hiyo mimba itoke, Kanyizi.

He, he, Maona, afadhali tumekutana hapa hivi. Maona, kwa nini unafunga duka mara kwa mara? Uoni kuwa unatupa shida? Maona, wanakijiji walikuwa wanahitaji sana hii nafasi, sisi tumekupambania, umepata hii nafasi, leo unatuangusha baba angu, na kama uwezi huu uzabuni ni bora utuambie tumtafute sisi mdhabuni mwingine. Mheshimiwa, sijaushindwa uzabuni mwingine. Uzabuni hapa wenyewe nilipo sina amani. Maona, habari ya amani yako mimi hapa hainihusu mimi. Ninachokueleza unatakiwa ukiweke kichwani. Yaani, wana kijiji hiki tunategemea sana huduma kutoka kwenye duka lako, hivyo basi unapofunga duka mara kwa mara unatukosea. Baba, najua. Sawa, nimekuelewa. Vipi mwekiti, uko nyumbani tena? Tuingie bwana. Ukiona unaweza kusema watu wa maana kabisa, kumbe ni machawi tu. Unasemaje wewe mtoto? Takozungumza neno moja tu nikuoneshe action. Unionyeshe action mimi? Ndio. Wewe kijana unaonekana kabisa hauko sawa wewe, itakuwa umevuta bange bange. Nimevuta bange, nataka nikuoneshe bange langu. Ushai kumuona mchai live? Unasubutu kugusa umwili maana, unasubutu kunigusa? Jamani m, Nisikilize. Mimi anga zangu hawaingiagi watu. Leo hii kitu kidogo tu, ila mara nyingine utakapoingilia anga zangu utakiona wegea. <coughs> mboga <coughs> Lameck, hizo dawa nilizokupatia jitahidi unywa umalize sawa? Lakini nahisi hazitu nisaidia chochote. Kwa nini unasema hivyo? Nilishawahi kutumia dawa kama hizi na zinisaidia chochote. Hapana, hizo dawa ni nzuri sana. Na tena zina nguvu. Jitahidi ule chakula kingi cha kutosha, maji pia kwa wingi, ndipo unywe hizo dawa. Naamini nitakusaidia. Sawa. Na hivi yapi madhara ya kutokumaliza dawa? Lameck, inaonekana ndo mtindo wako kutokumaliza dawa eh? Usipomaliza dawa tatizo halitoisha. Hizo dawa ukimaliza, naamini utakuwa vizuri sana. Sawa mm. na shilingi ngapi? elfu sita tu. Sawa. Mbona ni elfu tano? Elfu moja iko wapi? Samahani, kiasi ya pesa nitakutumia nacho kidogo. Kwa hiyo chukua hiyo, baada utapitia dukani. Hebu acha masuala basi na biashara za watu, nimekuambia dawa ni elfu sita lama kiongeza hiyo elfu moja basi Sina, utakuja kuchukua. Sasa nikija hapa dukani kimkuta mkeo. Kwangu hayupo, wewe utanikuta tamkusan njoo chukua. Utakuja kesho. Acha masiala ujue. Vipi kuhusu baadaye? Hebu nenda bwana, kuna mgonjwa hapo nataka nimsikilize. Umeanza. Lameck, nenda. Sawa. Mdogo wangu vipi, mbona kama uko sawa, alafu mwili wako una joto sana. Shida nini, kipenzi? Hapana nesi, nimekuja. mm -hmm. Hapa kuna dawa. Naulizia dawa gani? Na mbona una maelezo kutoka kwa daktari? Mnaijua haya? Dawa gani inaitwa? Inaitwa miso miso naendesha dunia sandawezaje kujishikilia eti kuishi bila wewe mwenzako siwezi e. mapenzi yangu ndaye pambani, eti kama vitani zainunua eti maisha bila wewe mwenzako siwezi e. moyo wangu si unaujua ulivyomo